Ha, mimi ili jambo kwanza, mimi kama nilivyoulizwa kwenye swali la awali, haya mambo mimi huona mara nyingi napuuza mara nyingi, lakini likizidi na likiwa linarudiwa rudiwa linarudiwa rudiwa, rudiwa kama binadamu, kama binadamu, nami na moyo ni nyama, ndio maana hata o mengine hao nimesema tiache yapite, na nimesema lakini jambo linarudiwa unasisitiza, unaulizwa, unasema una ushahidi toa. Yangu ngevunjika kama ningekuwa sipo, labda nimesafiri baada ya ile harusi manake, ningeanza kujuza maswali ah, lakini nipo. Yani hata ile posti za alikuwa naninisha, tuko tumekaa na tu, nadhani tunajiandaa, tunajia kufuturu bana, unaona hiyo chikiandika Imagine mimi wiki nzima ile nipo nyumbani. Sijatoka, sijasafiri. Hasa kama ningekuwa sipo, alafu nataka kuvunja ndoa wa za watu ili iwe nini? Unaongea maneno mara si nitaoa mara hizi. Sasa nikaona hili jambo kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Nimekuwa na mahakamani kushtaki. Nimwachia na mawakili wameshatoa demand notes ya siku 14, shindo taenda mahakamani. Yako mambo yanasameheka kirahisi tu kama haya mingine, lakini kuna mingine yanayohusu brandi ya watu, image za watu, kibinadamu. Mimi ni balozi wa makampuni mengi sana tena makubwa, yananilipa mafedha mengi, yanahitaji reputation yangu iwe salama kwa product zao, yanamhitaji mke wangu ambaye sasa na ni balozi wa taasisi nyingi, awe na image nzuri katika jamii. Huwezi kulipa gharama ya kuharibu brand za watu, sio sahihi. Kwa mimi sitaki kulizungumzia in details kwa sababu wakili ameshatimiza wajibu wake. Tusubiri 14 days, kama hajajibu. Nimesikia juzi zimetumiwa na jamaa, sema, amesema hajapata demand notes. Nadhani walipost, si clouds amepata, kwa sababu yeye aliombwa email, alisema amesafiri uko Lindi, akaombwa email akatuma email yake na ikadeliver kwa advocate na tunayo. Kwa hiyo ameipata, na kwa taratibu za kimahakama wanaruhusu hii teknolojia ya kutumia email na nini kupeleka vitu kama hivi, kwa hiyo ile ipo kisheria. Yeye yeah, anatakiwa tu wajibu au athibitishe kama hawezi kuomba radhi, atoe proof kwamba siku fulani alienda. Atoe proof. kama hawezi kuomba radhi, inahitaji mtu mwenye jasiri sana kusema samahani, inahitaji ujasiri. Basi atoe proof, akishatoa basi, na bwana uthibitishwe tu kwamba bwana kweli alienda siku fulani, siku fulani, awezi aombe radhi, kisha aweke 1 billion na na, na, na. Na akitoa hii pesa cent 50%, 50% nitaipeleka yangu mimi, sio ya sai, maana sai naye na mgao wake. Yangu mimi 50% itarudi kwenu wanahabari katika mafunzo ya kiweledi na taaluma yenu, taasisi gani tutaipeleka, lakini nataka nikusudie ije kwenu, ili tusiwe na aina hii ya waandishi wanaoendelea kuongezeka nchi. Nimeahidi kabisa, na Ramadhani shahidi, 50% ya mgao wangu takwenda kwenu. 50% nyingine taambia zai tafute mahali eh, tukale kidogo nchi sawa. One billion tishirt. Sielewa. Okay. <laughs> Yeah. Msamaha peke yake wakati ushafanya damage kubwa kwa familia yetu. Sisi tuna familia, achana na brand, tuna familia, huyu ana wazazi, ana wakwe Yaani, lazima unaposema kitu ufikirie madhara, na unarudia rudia mara utamsema huyu mara kesha, utamsema huyu mara kesh utamsema huyu mbona nyingi kwana, lazima iwe kusema mambo ya uongo dhidi ya watu, ukiuza ushahidi huna. Inajua shida ya, ya media ya Tanzania, hatuko creative, tuna, tuna kariri kwamba content hii ya umbea kusema watu, tushakariri, basi kila mtu anaona ndio kuna contents nyingi. Ndugu zangu, kuweni creative tu, tengenezeni ajenda ambazo zitawapeleka mjini kuliko content za personal issues za uongo. Basi afadhali ziwe za kweli, zikiwa za kweli it's fine. Kwa kweli haina shida, kwa sababu sisi binadamu tunakosea na tunapatia. Tukikosea kweli, semeni, lakini usitunge unaharibu, unaharibu brand za watu. Watu wetu sisi wengine wakubwa wako nje huko wanasoma, anakupigia baba, imekuaje? Badala ya kufokus na shule, unaharibu hata akili ya mtoto kwa wewe kuandika kusema uongo tu. Napata faida gani hasa? Mimi hii siifanyi kwa sababu yangu peke yangu, kuna watu wengi wamenifata, wamenipigia simu uu, wako behind, wanataka kulikome, maanake kuna mmoja anamsikia sema, unajua ukiwa maarufu unaweza ukasemwa. Haiwezekani, sema kwa kitu cha ukweli. David Beckham alisemwa, alikwenda kinyume kwenye ndoa yake na Posh lakini likuwa jambo la kweli, akatoka yeye na mkeo akaomba radhi. Rais wa nchi kubwa kabisa duniani Bill Clinton alikuwa anatembea na mmoja wa watumishi wa Ikulu, nadhani alikuwa anaitwa Monica Lewinsky, aliandikwa alisemwa, lakini ni jambo la kweli, wakatoka kuomba radhi. Huwezi kutunga tena, kwa huko Ulaya huko Marekani, ukitunga unafilisiwa. Sasa, sisi ingekuwa kweli mki wangu kaondoka ningechukua hatua mimi lakini, unatunga tena nikiwa naye ndani. Yaani unasema hayupo, niko naye mimi alafu unaulizwa unasema nina uthibitisho wa asilimia mia tena mia. Ahaniu kama binadamu anajisikiaje? Ye mke wa mtu, unaenda kumtengenezea scenario kama hiyo, familia yake inajisikiaje? na unaona sawa tu mara leo mvamia Dija Kopa toka kwa Dija Kopa mara kwa Zuchu toka kwa Zuchu mara kwa Diamond, toka kwa Diamond mara kwa Hamisa, yaani siku moja, natafuta star gani hapa ni nitengenezee jambo. Hatuwezi kuendesha nchi hivyo. Hatuwezi. Wale wamekosea, mlauliza swali. Lakini sikafanya bahati mbaya, kasema, karopoka, kateleza, kapole basi, na sisi tunasema alhamdulillah, tumemsame tumemkumbusha tu wajibu wake kwa Mungu lakini unarudia unarudia, alafu ukitoka huyu unakuja stahu, ukitoka huyu unakuja sta, na age imekwenda. Fadhali mfanye nyinyi mabinti hapa wadogo na wavulana wadogo, sema nyinyi mnajitafuta. Yule ni mtu mzima, lazima uchague. Mimi hii amsori, nataka nifanye ili tutengeneze standard sasa kwamba sio makapi yote yanatupiwa kwa watu kwa sababu ya umaarufu wao. Tukishafanya hivi na naamini mahakama ita, i, i ambayo ya Tanzania ikishafanya e maamuzi, tutaona kuna mabadiliko makubwa sasa ya watu ambao wanaamua tu kusingizia watu kutukanisha watu, wataacha kwa sababu kila mtu sasa ukifanya tu anakimbilia kule kule. ukifanya tu anakimbilia kule kule. kwa lazima tu lazima kuna Mtanzania mmoja ajitokeze kusacrifice kwa niaba ya wengine ili tu set standard inayotakiwa kwenye eneo la media. Nadhani nimelijibu vizuri. na, na, <coughs> na uliondoka uh, baada ya ya ilikuwa ni siku ya pekee ya msimu wetu na siku ya bahari pia na ulirudi Ramadhani ya kwanza pengine uh, labda imeleta athari zozote kwa upande wako na baadhi ya makampuni ambayo yametamani kukuvua brand ambassador kutokana na scandal ambayo imetokea kutoka kwa mmoja kwenda kwa aliyekuwa mmoja wa zamani naomba yote anijibie mimi wangu mimi siko vizuri kiafya ndani Mkuu wangu anaumwa na wiki nzima hii ni kwa sababu tu anaonekana katika matukio lakini uh, pata infection anatumia dawa za antibiotic very strong, karibu siku tano sita. Sasa hivi hata leo kuja hapa uh, ni kwa sababu jambo linatuhusu sana. Kwa hiyo nadhani majibu ndio haya uh, na mzungumzaji mzuri sio yeye kiangu, mnajua sio mzungumzaji kabisa.